Yaani, tajiri alipoona mateso makubwa akasema, hapana, siwezi kuvumilia hapa, na wanajisikia maumivu. Wakasemaje? Akasema, ninaomba mtume aende duniani akawambie ndugu zangu ninao watano. Ni nani? Ni mimi, ni Suzi, ni Husna, ni Aisha, ni nani? Tuko hapa duniani. Anatamani taarifa ifike duniani, lakini haikufika. Akasema, hapana, wako manabii duniani wako siko leo, wachungaji duniani. Ninakutangazia siku leo mbinguni, hapana wachungaji; mbinguni, hapana manabii; mbinguni, hapana waalimu. Lakini walimu wako duniani, wachungaji wako duniani, wao wainjilizi wako duniani. Usipokubali kusikiliza wainjilizi duniani, unaenda janamu na unapotea. Hata usiponisikiliza naubini, naondoka, nafanya kazi aliyonituma ali Mungu. Maisha ni mafupi na, ukitaka ujue maisha ni mafupi na ndaga, nenda pale Mwimbingu, nenda Ocean Road utakutana na watu wamekaa masaa yote ile bila, nenda tumbona, anakula kwa mpira, anajisaidia kwa mpira, anaishi kwa mpira. Yeye hakuna kitu kinaenda kwenye maisha yake pasipo mpira. Hapa ni kompyuta limekaa linapima pressure, ni kompyuta nyingine limekaa huko linapima, limeka. limeka oxygen. Sasa, pointi ninataka kuzungumza na wewe. Sikia? Ibrahimu akamwambia, duniani wako wachungaji, wako manabii. Wasipowasikiliza wao, hawatashawishwa hata akifufuka mtu kutoka kuzini. Nisikilize nikuulize swali la msingi sana, baada ya maisha haya unaenda wapi? Mimi nimemaliza, nataka nihitimishe sasa na uzuri wake, kila mtu ni shuhuda wa maisha yake. Unajua huwezi yaani, huwezi ukaigiza maisha, yaani wewe ni shahidi wa maisha yako na namna unavyoishi. Unachukua ume wa watu, unachukua wake za watu. Msana hapa hamna mwanaume, lakini kuna watu wananisikiliza huko kwenye magorofa una unaona kawaida tu. Siku ukiondoka hapa ni Jehanamu straight for unaenda jana moja kwa moja, na kuna wakati neema ipo na kutangazia siku leo, neema ipo na Mungu yupo na Yesu yupo, anaokoa leo, anaponya leo, anafungua leo, analeta uzima leo, anafanya mwanzo mpya eh? eh? mi na yuko mahali hapa ili akufanyie mwanzo mpya. Sema sema amen, amen, sema amen, umebarikiwa eh, unabarikiwa eh. Mimi najisikia uchungu na dada zangu, mimi najisikia kuumia. Siku moja nilipita hapo nikuta kadada kana nikonyezea macho na mimi hapo mi. tu eme Anas... Afka... ah, ni anajiuza. Baada hapo liyatua ni neno hilo, nikachomoka. Ndio dada zetu, maisha yameharibika. Angalia angalia vijana wa sasa, wasasa jinsi walivyo, tunaishi kwenye siku za mwisho. Yaani jamaa, udenda unatoka namna. habari na ni, ni kijana aliyezaliwa na mwanamke. Wanawake wanajisikia uchungu mioni mwao, si ndio? Kina mama mkitola vijana hivyo, unajisikia uchungu. Sasa sikia, Ibrahimu akasema duniani wako wachungaji wako wa manabii, wasiposhawishia hao basi hawata ha, kuwa na uzima milele. Uzima milele unapatikana leo ukimwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mkozi wa maisha yako, atatawala maisha yako. Nitakutangazia kwamba hautapotea. Biblia inasema hautapotea. fuma maisha yako sasa. Fumba macho yako. Ninamshukuru Mungu aliye hai kwa sababu hakuna sehemu nimesema neno lake, alafu neno lake lisiwe na impact kwenye maisha mtu. Fumba macho yako. Fumba macho mbele za Mungu. Mungu anakutazama. Naomba ukiona na nitazama, ujue fumba macho. Fumba macho yako mbele za Mungu. Mungu, nakushukuru sana kwa sababu ya upendo wako. Kwa jina la Yesu Kristo. Wako wengine waliokolewa kutoka kwenye mapango. Wengine waliokolewa e, Bwana njiani. Wengine waliokolewa e, Bwana katika misitu. hauchagui hau, eneo Bwana la kumwokoa mtu, popote pale unaokoa, na hata siku leo Bwana uko tayari kuokoa wengine wananisikiliza majumbani, uko tayari kuokoa, kwa jina la Yesu Kristo wanazetalia hai. Wapo wengine Bwana wametangaziwa mauti majira haya katika ulimwengu wa roho na wanaishi kwenye vipengele vya mauti mpaka majira haya, anytime wanaondoka kuchuma milele, ila suwapo wakupotea kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ukiwa umefunga macho yako namna hiyo, ikiwa unasema mwani mwangu nataka, nataka Mungu aliye hai anisamehe dhambi zangu, nipokee uzima milele, funga macho yako mbele za Bwana. Naomba ufunge macho yako, ukiwa unasema mimi nataka Mungu anipokee alipo uzima milele, siku ya leo nitaishi kweli, siku zangu zote za mwio kuisha hapa duniani, niishi maisha kumpendeza Mungu, nimpende Mungu siku zote. Nyosha mkono wako juu. Asante. Nyosha vizuri. Vizuri. Asante, moja asante. Vizuri. Ah, naona ni vijana kule moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Nyosha vizuri. Nyosha vizuri akina mama oh, akina mama, kama wote asante eh. Sasa ukiwa umefumba macho yako namna hiyo, ninaomba sasa nifuatishe sala hii <laughs> sema Mungu ni hai, ninajua ya kwamba maisha yetu ni mafupi na majira haya, ninasogea mbele zako. Ninajua peke yangu siwezi, lakini pamoja na wewe ninaweza mambo yote, maana unanitia nguvu. Unisaidie sasa, unisaidie sasa. Niko tayari kupokea uzima ndani yangu. Ninatangaza sitakufa, bali nitaishi bali nitaishi na nitatangaza fadhili zako. Asante Mungu. Haya sasa, simama, naomba usimame kabla siamkabidhi maiki. Naomba simama, simama uliyenyosha mkono wako, simama, simama tu usiogope, simama, nataka nikubariki sasa, niache ulinzi wa Mungu kwako, nisipata ulinzi wa Mungu kwako. Kama ulikuwa na kabwa juzi, nilikuwa naongea na dada fulani, amenyolewa nywele usiku. Wachai ni hatari wewe Alinyolewa nywele usiku. Jamaa wamefika sasa alikuwa na sasa akanyoa nywele. Na bora alinyoa nywele. Unasikia vifo vya sasa. Mtu amelala usingizi hamki. Na shangaa mlango umefungwa jamaa atoki. Siku tatu harufu inaanza kutoka. Kumbe alishakufa kitamba. Ninaomba sasa sogea. Sogea. Nataka niwabariki. Mungu awalinde, Mungu awatunze, na Mungu awatunze. Sogea. Sogea. Sogea na, Sogea. Njoo dadangu, Sogea. Sogea. Mbwana, mkono sina anakuita. Siku nataka niwabariki, sogea, omba, usione aibu. Sogea, sogea wote ulinyosha mkono. Vijana wenzangu, wadogo zangu, njoni. Kama bwana harusi, bibi harusi amesogea hapa, wewe ushindwe kusogea? Sogea, sogea. <coughs> Kuna wengine walikuwa wamenyosha mkono Mmeshakuja no. Mchukulie video kwa sasa, kwa huko sasa, sogea. Amna mwingine alikuwa menyosha mkono huko na ajiwaza kufika, sogea. Asante, sasa nataka niwabariki, sawa. Nataka nionge kwa jili ya ulinzi wa Mungu kwa ajili yenu, naamini wote mmeshafika. Kuna mtu ambaye hajafika hapa? Na wote mmefika Asante, basi tumeshafika mwisho. Naomba funga macho yako, inua mikono yako juu, nataka nikubariki sasa. Funga macho yako. Funga macho yako. Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninakushukuru kwa sababu uko mahali hapa. Asante Yesu, kwa sababu ninakualika majira haya sasa, ili uweze kutembea mahali hapa. e Bwana Mungu mtakatifu, asante kwa sababu nawapenda Hakuna hata mmoja ambaye Bwana unamchukia, wote walioko mahali hapa nawapenda na, na tena na unawawazia yaliyo mema. Ninakushukuru Mungu Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako wengine mahali hapo adui wamepanda mabaya kwao, lakini wako wengine mahali hapo wamefungwa na adui, na sasa ninakuita Roho Mtakatifu uliye moto, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai ni majira sasa, ninazungumza na kazi zote za adui, ninazungumza na hila zote za adui, ninazungumza na mipango yote ya adui ambayo inatawala maisha ya watu, ya watu hawa Bwana. Katika ulimwengu wa roho, adui amekuwa akitafuta nafsi zao, akitafuta maisha yao.